Bora matangazo yenye tija ya ukweli na burudani, sikilizeni idhaa ya kiswahili radio Fortune Afrika, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wema wake na fadhili za Baba zimekuwa nasi sisi, ni washindi tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Asante Mungu ambaye ametusaidia kuiona siku hii, pia ametusaidia kufika umbali huu. Siku zote tusema, licha ya changamoto ulizopitia, siku zote usiku kunapokucha kunapambazuka, hivi jua linapochomoza ni siku yako, siku ya baraka zako, ni siku yako ya kuinuliwa. E, jipe moyo, jitie moyo katika safari, endelea na safari, usikate tamaa, maana Mungu yupo, yupo kabisa. Mungu wetu ni mmoja na yupo ambaye aliangusha kila miungu yote ikaanguka, na yeye ni mwaminifu, ametutoa mbali, ametuletelea na makusudi, na hata zaidi ya yote tuendako tutafika salama, tukuzwe, maana anaishi na kudumu milele. Jina langu ni Mathew Ndeva, Radio Fortune Africa na kipindi kizuri kabisa, kipindi tunachokiita cha kisima cha matumaini. Hapa panabubujika maji, tena maji ya baraka, kisima kisichokauka. Baraka ziko hapa tele kwa ajili yako, na tunaamini Mungu hatakuacha katika hatua ya kuangaika kulia na kuteseka. Atakufanyia njia mahali pasipokuwa na njia, atakulinda na kukubariki, na zaidi ya yote ataifanya njia yako ikabarikiwa siku zote. Asante 4561468 ndio till namba yetu. 4561468 ndio till namba yetu. Kisa na maana ni kupe nambari hizo ni kwa sababu tunashukuru Mungu kwa wote ambao wanasimama na kituo hiki kifedha, na hasa sana kimaombi, na pia tunashukuru Mungu kwa wale ambao wanatupa support ya kutosha, ili waone tumepata transmitter, mtambo utakaotusaidia kuvuka na kuingia FM. Ndio nasema unaweza tumia mitandao yote na ituma fedha kupitia nambari hiyo ambayo inakupa, 4561468 ili kichache ulichonacho kama msaada sadaka, ukituma kwetu, tunasema Bwana akubariki sana, kuinue na nehema yake ikutoshe milele. Asante, karibu ndani ya nukuu ya matumaini, karibu ndani ya nukuu ya matumaini, kitengo kizuri kabisa eh, kinachokujia wakati huu tunapokuwa zimefika saa kumi na moja na nusu tunapata nukuu ya matumaini. Nasema asante na karibu. Kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku baada ya siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo itufanyaye utukufu kwa milele uzidio kuwa wingi sana. Tusiviangalie vitu vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Nukuu ya matumaini, angalia mambo haya mazuri kabisa popote ulipo, ikiwa u Mungu yu pamoja nasi, basi kwa hiyo hatutalegea, na pia nami nakutia moyo ya kwamba usilegee ijapokuwa utu wako wa nje utachakaa na kuisha, utu wako wa nje utachakaa na kuharibika, hata ngozi yako kuchakaa na kuisha, kiwango cha mwili wako kufia, kiwango cha kupoteza hata uzani, maisha kuwa kuwa mazito kwako na kuonekana ni kama yanakuacha, maandika anasema Mungu anatufanyia utu wetu wa ndani kuwa upya na mpya siku baada za siku, na pia anasema Dhiki hii tuliyo naye ni nyepesi mno, mateso yali tuliyo naye ni mepesi. Dhiki tuliyo naye ni nyepesi, tena nyepesi mno tukiwa na Mungu, tukiwa na Baba. Dhiki tuliyo naye ni nyepesi, tena nyepesi mno. Baba atatusaidia, dhiki hii itaisha tu, maana anasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Nasema hivi katika nukuu, Baba juu pamoja nasi tena, anayetusaidia. Nasema tusiviangalie, katika nukuu, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda bali visivyoonekana ni vya milele. Tika mizizi kwa vitu visivyoonekana, jibwage katika neema ya vitu visivyoonekana, maana vinavyoonekana ni vya muda lakini visivyoonekana ni vya milele. Vinavyoonekana vinaweza pita, lakini visivyoonekana vitakavyofika kwetu ni vya milele na milele. Je, hatua gani utakayechukua wanyakati hizi unazoishi za changamoto na mwozo mkubwa katika dunia? Ikiwa utaamini maandiko na kuishi kulingana na neno la Mungu, basi yaweke matarajio yako katika imani na vitu vijavyo vikubwa ambavyo Bwana amekuahidia kwa ajili ya siku zijazo. Na Mungu atakulinda na kile utakalolifanya litafaulu tu, maana baba Mungu yupo pamoja nawe. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva ndilo jina langu. Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, radio inayokua kwa kasi sana duniani. Sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Bado Asante. Nasema hivi ninapoondoka katika sehemu hiyo, nasema hivi 4561468 ndiyo till namba yetu. Simaona kituo hiki na tuone baraka zikituandama kutulinda na kutubariki siku zote. Asante.